Nakuja kuwapa suluhisho wageni na wote waliojumuika kwenye kongamano hili hiyo, wakinunua chochote kutoka kwenye viwanja, kwenye kwenye viwanja hivi tuweze kuwafikishia popote walipo ndani ya nchi na nje ya nchi. Lakini hasa uwepo wetu hapa unawapa wao eh, suluhu ya eh, changamoto ya kubadilisha fedha, kwa maana kwamba wanakuja na fedha za kigeni kwao, wanahitaji fedha za kitanzania kwa sisi tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwa kwamba tunabadilishia fedha zao kwa reti ambayo ni mzuri, na wao wanafurahia kwa huduma kwa, kwa ambayo wanaipata kupitia kwenye shirika letu la Posta. Kuna baadhi ya wateja wachache, lakini ambao wamekiri kidogo kwamba wamekutana na rates ambazo sio rafiki kule nje ambako walitoka, hapa kwenda kuchenje kwenye huko nje kwenye masoko ya nje, ukilinganisha reti zilizokutana nazo kule na reti ambazo sisi tunazo hapa za kwetu hapa ni mzuri kabisa, ambazo hata ukienda kwenye baadhi ya taasisi zingine za kubadilisha fedha ukipima utaona kidogo si hapo. Tumewaletea rate ambao rafiki ili wao waweze kukizi mahitaji yao. Kwa hiyo na kwa kimsingi mwitikio umekuwa mzuri sofa, kwa maana kwamba ni wageni wengi wanakuja kubadilisha fedha hapa, kuanzia majuzi mpaka hii leo tunakwenda kufunga kuhitimisha maonesho haya. Kwa hiyo kimsingi, eh, bado tunaendelea kuhudumia tunakaa mpaka leti kutokana na uhitaji ambao unakuwepo kutokea, kutoka kwao wanatupelekea tuongeze hata muda wa kukaa hapa kwa sababu mahitaji yanakuwa ni makubwa. Waendelee kuliamini shirika la posta. Shirika la posta lipo, lina uzoefu mkubwa katika utekelezaji wa majukumu yake, na vivyo hivyo tunawasisitiza wageni ambao wanakuja ndani ya Tanzania au wanaondoka nje ya Tanzania, wakifika Tanzania wasihangaike, akinunua mzigo kifurushi chochote siangeke kubeba, unatembea na mizigo mizito anaenda tu shirika la posta, anaacha mzigo wake pale. Sisi tuko kwa ajili ya kusafirisha mzigo kuupeleka nje ya nchi anchi. lakini pia kama anahitaji kubadilisha fedha, ndivyo hivyo ambao unasema kwamba waje kubadilisha fedha kutoka katika shirika la posta Tanzania kwa sababu wakati mwingine kule nje wanakutana na hizo changamoto. Kwa hiyo ukiwa kwenye shirika la posta Tanzania ambao ni, ni, ni shirika la umma, nawahakikishia kwamba wageni wote watafurahi na wamefurahi mpaka sasa hivi. Hatujapata feedback tofauti, wote wamefurahi na wanaendelea kuja mpaka sasa hivi, wanaendelea kuwapokea na tunawahudumia.